Bwana asifiwe sana. Karibu kwa Agape Global Evangelism. Leo tunaenda kusikia neno la Mungu. Na kichwa chake ni eh, kasi ya manabii katika Angano la kale na Angano mpya. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Wakorintho kwanza 12 na mstari wa saba inasema hivi. But the manifestation of the spirit is given to each to each one for the benefit of all. Yaani ile roho wa Mungu anyedhihirisha kupitia wanadamu ili watu wote waweze kufaidika na hiyo kitu ambacho roho anatoa. Bwana asifiwe sana. Wacha tuone sasa katika Angano la kale e, manabii kazi yao ilikuwa ni kazi gani? Manabii katika you know, Angano la kale ilikuwa ni walikuwa wanapeana ujumbe wa Mungu kwa wana wa Israeli. Ni kwa sababu Mungu alikuwa na uhusiano na wana wa Israeli. Hakuwa na uhusiano na Wayunani, yani, Gentiles lakini alikuwa na uhusiano na wana wa Israeli ambao ni watoto wa Jacob. Na tunaona kwamba pia walikuwa yaani, ni viongozi wa kiroho, walikuwa viongozi wa kiroho, walikuwa pia wanaombea you know, nji yao au watu wao. Walikuwa pia wanaweza kuweza kutabiri mambo ya siku za ya, zaka, za ya, sa, sa, sa usoni. Wangeweza kutabiri juu ya vitu za usoni. Pia manabii wangeweza kusaidia watu ambao wangetaka kujua Mungu anataka nini kuhusu maisha yao. Kitabu cha e, eh, Petero wa pili moja na mstari wa ishirini na moja bila inasema, for the prophecy never came by the will of man, yani ule unabii haikuja kwa sababu ya matakwa ya mwanadamu, but the only man of God, lakini wana yani wana wana, wana watu watakatifu wa Mungu spoke as they were moved by the Holy Ghost, walinena wakiwa wanaongozwa au wanapatiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Yani unabii ni kitu ambacho mwanadamu ambaye Mungu anamtumia ananena maneno ya Mungu, si maneno yake lakini maneno ya Mungu ambayo anainena kulingana vile Roho wa Mungu ambao kwa ndani yake anataka ayanene. Bwana, asante sana. Tukiangalia katika kitabu cha amini katika agano la la hii mpya, the New Testament, tungetaka kujua pia nao manabii kazi yao ilikuwa ilikazi gani? Tunaona kwamba katika agano hili mpya wanabii kazi yao pia ni kunena ujumbe wa Mungu kwa Wakristo wale ambao ni mwili wa Kristo, si juno si, you know, si, si Waisraeli na si wa Yunani, lakini wale watu wote ambao wampeana maisha yao kwa Yesu Kristo wanaitwa mwili wa Kristo. Hiyo ni kanisa. Yaani manabii ya siku hizi ambayo ni New Testament kazi yao ni kupeana ujumbe kwa kanisa la Kristo au mwili wa Kristo. Bwana asifiwe, lakini pia wakiwa katika public meetings wakiwa katika mahali kuna wakuzanyo ya watu wengi, wangeweza kupatia mtu mmoja unabii ili akaweze kueneza injili ili injili ya Yesu Kristo ikaweze kuendelea. Anaweza kuambiwa hapo, wewe, Mungu angetaka ufanye hii na hii, yani mtu ambao ni mmoja tu angeweza kuambiwa wakati ule. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati huu ambao ni New Testament time, yani wanabii kazi yao sikupea wanadamu unabii, ni kwa nini? Ni kwa sababu mtu ambaye you know, ni naona ni mtoto wa Mungu, ni mtu ambaye ameokoka. Na kama ameokoka ako na roho wa Mungu, na kama ako na roho wa Mungu, roho wa Mungu anaongea naye, ana ana ana anaongea na huyu mtu ambaye ameokoka ana kwa ana. Alitahidi kuenda kwa mtu mwingine kumuuliza, amuulizie Mungu, you know, angetaka afanye nini? you know, ni kama kuenda kuambia ndugu yako aenda kaulize baba yako, baba yako angetaka afanye nini ile Mungu, yani baba yako apeane ujumbe kupitia ndugu yako? Hapana, wewe na baba mko na ule uhusiano wa baba na mtoto. Kwa hivyo sasa Mungu anaongea na wewe ana kwa ana kwa sababu amekufanya kuwa mwana wake. Bwana asiwe sana. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza e, fungu la 14 na mstari wa tatu yule anasema, "But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men." You know yule baba anapeana uju you know unabii, anapeana unabii ile like watu wakaweze kuwa jan, yani strengthened, wakaweze kuwa edified, wakaweze kupata wakaweze kupata nguvu. Bwana sio sasa. Wakaweza kuwa, kuwa, kuwa encouraged, yani kuendelea, wakaweza kuwa comforted. Bwana sio sasa, yani kupatiwa you know nguvu ya kuendelea. Bwana asiwe sana. Yani anaongea na wanadamu, aongei na mtu mmoja. Bwana asiwe sana. Ni kwa sababu mtu mwingine ambao pia ni mtoto wa Mungu, Mungu anaongea naye ana kwa ana lakini kwa kanisa anatumia manabii ili aweze kuongea na mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu hakuna hicho kipawa cha unabii. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza eh, 14 na mstari wa 29 ile inasema let two or three prophets speak. Wacha you know manabii wawili hao watatu waongee and let the others judge. Na wache wale wengine wakaweze ku kupeana yani ujumbe wao, yani wakaweza kuangalia you know kuwa hukumu, waseme kweli, huyu mtu ameongea maneno ya Mungu au anaongea maneno yake, au wengine waweze kuhukumu. Bwana asiwe sana. Kitabu cha Yohana 14 na mstari wa kumi tunaona vile Yesu alikuwa anaongea na, na wanafunzi wake. this is what aliwambia aliwaambia hivi do you not believe that I am in the father, amuamini ya kwamba mimi niko ndani ya baba yangu. Yesu Kristo alikuwa anaongea na hizo wanafunzi wake. do you not believe that I am in the father, amuamini ya kwamba mimi niko ndani ya baba, and the father is in me, na baba ako ndani yangu the words that I speak to you, maneno ambayo ninaongelelea, I do not speak on my own authority, siongei kwa hukumu yangu, but the father who dwells in me does the words, lakini baba ambaye anakaa ndani yangu ndiyo anafanya kazi. Alikuwa natakwambia kwamba yeye ile ile maneno alikuwa anaongea, sio yeye aliongea, lakini aliongea kulingana vile Mungu mwenyewe ambao alikuwa ndani yake alikuwa fanya, alikuwa anamwambia aongee. Na tena ile kama sio anafanya, lakini Mungu ndani yake alikuwa anafanya hiyo miujiza. Na kama ni miujiza, sio yeye alikuwa anafanya miujiza, lakini Mungu aliyekuwa ndani yake alikuwa anafanya hiyo miujiza. Na hivyo hivyo sisi nasi, roho wa Mungu akija kuprofesa, yaani kupitia kwangu kunena unabii, nijua ya kwamba sio unabii, si wangu maneno ambayo naongea si yangu lakini roho wa Mungu amenitumia kama chombo ili nikaweza kuyanena haya maneno wa Mungu, na maneno ambayo Mungu anataka niyaongee, akiwa ananiongoza, akiwa ananiambia na, fanya hivi, ongea hii, lakini siongee maneno yangu kwa sababu ananitumia kama chombo chake. Bwana asifiwe sana. Tuangalie katika agano la kale eh, eh, vile eh, roho wa Mungu aliweza kujifunulia kujivunia kwa, yani kujionyesha kwa manabii Mungu aliweza kuvunulia siri zake kwa manabii kitabu cha ja Amos tatu na mstari wa saba Biblia inasema surely the Lord God does nothing unless he reveals his secrets to his servants the prophets Mungu hawezi kufanya chochote kile mpaka angaweza kuyafunua Yaona na siri zake kwa watumishi wake ambao ni wana, you know ni manabii. Ni kwa nini Mungu anaweza fanya hivyo? Ni kwa sababu roho wa Mungu akuwa amekuja na roho wa Mungu alikuwa anakuja juu ya watu aina tatu. Alikuwa anakuja juu ya wafalme, alikuwa anakuja juu ya manabii, na, manabii, na alikuwa anakuja juu ya wanaoitwa priests. Bwana sio sana. Lakini kwa special cases, yani wakati mwingine Mungu akatumia mtu mwingine tu ambao si yuko katika hiyo kwa class si nabii si mfalme na si prophet eh, na, na, si, si priest, angeweza kutumia mtu mwingine, lakini sasa, sana sana alikuwa anakuja juu ya hao watu ili akaweze kuongea unabii kupitia kwa hao watu. Watu wengine wote wa Israeli, hakuna mmoja roho wa Mungu alikuwa anakuja juu yake. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Yesu Kristo hakuwa amezaliwa. You know, roho wa Mungu aliingia ndani wanadamu baada ya Yesu kufa, kufuka, kwenda mbinguni, wakati wa siku ya Pentecost. Hapo ndio roho wa Mungu alianza kuingia na kukaa ndani ya wanadamu, lakini kabla ya hayo hakuna wanadamu roho wa Mungu alikuwa anakaa ndani yake. Hata manabii hao roho wa Mungu hakuwa anakaa ndani yao, alikuwa anakuja juu yao, anafanya wanaongea, alikuja alikuwa anakuja ndani yao, anawafanya wanaongea, halafu anaenda. Ni kwa nini? Kwa sababu wokovu hakuwa bado unapatikana. Bwana asiwe sana. Kitab tuangalie, kitabu tuangalie, nasi katika angano mpya Mungu anajiridhisha au anaonyesha siri zake nani? Anaonyesha siri zake manabii au ni watu gani ambao anaonyesha siri zake? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mbili na mstari wa tisa hadi kumi Biblia inasema hivi. But as, is, as, it is written, kama vile imeandikwa. I as not seen jisho alitaona no ear heard, au sikio kusikia, no have entered into the heart of a man au kuingia katika roho ya maradamu the things which God has prepared for those who love him, mambo ambao Mungu ameyotengenezea wale wanampenda Bwana Yesu sana wewe ambao umeokoka unampenda Mungu Baba na Mungu anasema kwamba kuna kitu ambacho anakutengenezea wewe, ambao unampenda Bwana Yesu sana. Tuendelee kusoma hivi, but God has revealed them to us through his spirit, lakini Mungu amejidhihirisha hizo vitu ambazo zisasili kwetu sisi kupitia roho yake for the spirit researches all things, ni kwa sababu roho wa Mungu anatafuta mambo yote, anasafuta kwa bidii mambo yote yes the deep things of God, yeah kupitia mambo yote yaani mambo yote ambayo ni ndani ya Mungu bwana Yesu sana, roho wa Mungu anatafuta kabisa kwa Mungu, ni kitu gani Mungu angetaka ujue, alafu anakuja na kuelezea. Bwana Yesu sana, atatafuta the deep things of God, roho wa Mungu anatafuta, alafu anakuja na kupatia. Kwa nini unampenda Mungu, amefanya mtoto wake wewe una roho wa Mungu, kwa hivyo sasa Mungu anajidhihirisha, anadhihirisha siri zako kwako. Lakini katika Old Testament Mungu alikuwa anadhihirisha au anaonyesha siri zake manabii. Kwa nini? Kwa sababu ndio wao, roho wa Mungu angeweza kuja kwa wao na angeweza kunena unabii kupitia kwao. Lakini siku hizi ambao kila mtu ame, yani mtu ambao ameokoka Juda, ambao ni ameokoka, roho wa Mungu anakupea siri zake, lakini si kupitia manabii, si kupitia nabii si kupitia pastor, si kupitia mwalimu, si kupitia apostolo au si kupitia mtu mwingine yote yule, lakini nakupatia kwa sababu ako ndani yako. Uko na yeye kila wakati, kila mahali unaenda, uko na roho wa Mungu anapongea siri zake. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mstari wa pili, ame fungu la pili, 12. Mstari wa 12 inasema hivi. Now we have received not the spirit of the world. Sasa tumepokea si um, eh, roho wa dunia. But the spirit who is from God, lakini roho ambao ametoka kwa Mungu, that we might know the things, ili tukaweze kujua vitu, that have been freely given to us by God, zile ambao tumepewa bure na Mungu ya yeah. Umepokea roho Mungu ili ukaweze kupokea kwake kila kitu chochote kile Mungu ako nacho kwako, yani freely, yani bila kulibia malipo yote ile. Hiyo ni wakati huu wa new testament, angano mpya. Bwana sisi lakini, angano kwale Mungu alimbidi apeane ujumbe wake kupitia manabii Bwana asiwe sana. Okay, tuangalie katika e, agano la kale. Mungu angeweza e, angeweza kupeana unabii kupitia kina nani? Nimesema kwamba angeweza kupatia unabii wake kupitia aina tatu ya watu, wa manabii wa falme na alaleta kuwani, yani priest na kuwani. Lakini kuna wakati mwingine Mungu angeweza kuchagua mtu amani kipi kwa yani miongoni mwa watu, alafu anamfanya ana prophesy lakini hakuwa katika hii class hii, watu nguruja watu wengine Mungu alichagua mwingine. Bwana sio sana, lakini ningetaka pia kuangalie, kuna ofisi ya prophet, kuna ofisi ya nabii, ofisi yake. Sasa you know kila mtu anaweza ku prophesy, anaweza kupea na unabii, lakini kuna yule ambao sasa ako katika hiyo ofisi, ambao sasa yeye ni special, si kama wale wengine. You know, Bwana sio sana au watu ambao wapo katika ofisi ya nabii wana vipawa vingine zaidi ya wale wengine, yaani kuna vipawa vingine Mungu amewapatia juu ya wale wengine. Kwa mfano waimbaji, kila mtu anaweza kuimba, lakini kuna kitu kimepewa wale watu ambao ni waimbaji, kama ma, you know these, these people praise and worship you know, unaona kwamba anakubariki kupitia yule wimbo wake. Unajua, kwa sababu nabii unaweza kupatia na ubia nabii kupitia wimbo, unaweza kupatia una, una na unabii kupitia maneno, unaweza kupatia na unabii hata katika kuomba unaona kwamba, au watu, kuna kitu special Mungu ameongezea juu ya kile watu wengine wako nacho. Na hiyo ndio naweza ndio kwamba kwamba ako katika ile ofisi ya, kama ni mwimbaji, kama ni nabii, kama ni mwalimu, kama ni prophet whatever whatever office, yani ofisi yote ile. Kwa hivyo sasa hao manabii pia wako na kipawa cha eh, guest ambacho akikuwa na wale wengine, yani ukiangalia katika Old Testament, yani angalia kwanza wale ambao walikuwa na wanabii walikuwa yani wale walikuwa katika hiyo ofisi ya nabii, walikuwa na unabii zaidi kuliko e, wafalme zaidi kuliko wale wale walikuwa wakuani au wale watu wengine Mungu angeweza kuwachagua kwa kuweza kunena unabii. Lakini katika e, angano mpya tunaona kwamba e, prophecy inapeanwa na nani? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa kwanza, Biblia inasema Pursue love, yaani tafuta upendo and desire spiritual gifts, na utamani vipawa vya Roho, but especially that you may prophesy, lakini sasa, lakini kwanza, yaani kwanza ukaweze kupeana unabii. Mungu anatuambia ya kwamba tutafute kwanza, kwanza, kwanza, tu, kwanza tutafute upendo, kwa sababu upendo ndio kitu cha kwanza kabisa. Halafu tuanze kutamani, yaani vipawa vya Roho Mtakatifu. Lakini amesema kwamba sana sana hii ya kuhubiri ni kwa nini? Kwa sababu unaweza kunasaidia watu wakati unapeana unabii. Bwana, sasa kwa hivyo, kila mtu ambaye ameokoka anaweza kupeana unabii yaani, unaweza kuomba Mungu apatie hii ukipawa cha unabii. Lakini kuna sasa ile ofisi ya eh, mnabii. Na hiyo ofisi ni gani? Nabii ni nabii ambaye anaweza kupeana unabii kama wale watu wengine wote, lakini yule ya unabii wake kuna kitu kingine Mungu amemwongezea ambacho akina watu wengine. Unaona, hii tunajua kwamba kuna eh, vipawa tisa vya kiroho. Kuna moja inaitwa revelation gifts, yaani ya ufunuo yani hii kipawa cha ufunuo ambacho ni neno la hekima, neno la ufahamu na -designing of spirit, yani kuweza kuingia katika ufalme wa, wa kiroho kujua mambo ya ufalme wa kidani ya kiroho inayo designing of spirits, hiyo naitwa revelation gifts, yani vipawa ambavyo you know kuonyesha yani, uu vipawa vya ufunuo bwanaua. Kwa hiyo mtu ambaye ako katika ofisi ya unabii kwanza ana, una, ana, ile kipawa cha unabii namba 2. Anaweza kuwa na hizi tatu, nimesema hizi za ufunuo, ambayo ni neno la hekima, neno la ufahamu na ile hali ya kuweza kuingia katika ufalme wa kiroho, inaitwa discerning of spirit, au anaweza kuwa na mbili ya hizi nimesema, so anaweza kuwa na hizi. Sasa ukiwa na hizo mbili au tatu na ile nyingine ya unabii, wewe unakuwa sasa umeingia katika ofisi ya nabii. Lakini yani, ni kwa nini? Kwa sababu hapo sasa Mungu anaweza kutumia kwa mambo mengine mengi unaweza kufanya ushara na miujiza, lakini hao wengine hiyo vifaa hawana, sababu mtu ambaye katika ofisi anaweza kufanya mambo mengine mengi sana ambayo Mungu amemtumia. Ni wacha niseme hivi, wakati mtu amesema kwamba ako na kipawa cha unabii, ni kusema kwamba Mungu amemchagua ili roho wake roho wa Mungu, au akimtumia kama chombo kunena maneno na Mungu. You know huyu mtu aneni maneno lake. Huyu mtu, you know, si yeye anafikiria vile anataka kusema roho wa Mungu ndiye anamwambia ningetaka uongee hii na hii. Inaweza wa ndiye anaongea kupitia kwa huyu mtu, huyu mtu anakuwa ni chombo tu ambacho Roho Mtakatifu anatumia kunena unabii. Bwana asifiwe sana. Tunajua kwamba kutakuwa na kuna kulikuwa na false prophets na pia kutakuwa na false teachers. Kitabu cha eh, Petro wa pili mstari wa pili amini, kitabu cha eh, Petro wa pili fungu la pili na mstari wa moja, kitabu cha Petro wa pili fungu la pili na mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi that there were also false prophets among the people. Lakini pia kulikuwa na wanabii wa uongo miongoni mwao. Even as, as there would be false teachers among you. Vile itakuwa pia, vile pia itakutakuwa na walimu wa uongo. Naongea kuhusu wakati huu. Samani kulikuwa na wanabii wa uongo. Na siku hizi kuna walimu wa uongo. Who will secretly bring in destruction, destructive heresies. Ambao watapeana you know ile yani, unabii wa uongo ambao unaleta uharibifu. even denying the lord who bought them, hata wakimkana, wakimkana Mungu ambao aliwanunua, and bring on themselves swift destruction, na wakajiletea uharibifu wa haraka. Bwana Yesu sana. Kitabu cha Petro wa pili fungu la pili na mstari wa tatu kinasema hivi by covetousness they will exploit you with deceptive words kwa tamaa zao wataweza kuwa you know kuwatumia kupata mali yenu, kupata mali yenu, kupata vitu vyenu kwa njia ya udanganyifu, maneno ya udanganyifu. For a long time their judgment has not been idle and their destruc destruction does not slumber. Ah, watu yani wale wao hawawezi auladi ha, wale ndugu wao auladi ha, hao watu ambao ni manabii wa uongo ni walimu wa, wa uongo. Bwana, sasa wanaweza wameweza kuwatumia kupata mali yao, kupata mambo mengine mengi kupitia kwenu kwa njia ya udanganyifu, kwa njia ya uongo. Lakini Mungu amesema yaani kuharibiwa kwao kuko karibu. Bwana asifiwe sana. Nimejua kwamba umesikia neno la Mungu na najua kwamba hii huduma ni ya kuhubiria wewe ukaweze kuokoka ili ukaweze kupata uzima wa milele na pia kukufundisha mambo ya Mungu ili ukaweze kuwa unaelewa kile kinaendelea. Sasa kama ungetaka kupea maisha yako Yesu Kristo, omba ombi hili amba, nyuma yako. Sema Yesu Kristo. Nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba ee hey, Baba, ukanisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako, na kutoka sasa mimi nimeokoka. Mimi ni mwana wa Mungu kwa sababu nimemwamini Yesu Kristo, nimemkubali awe Bwana na makosa ya maisha yangu, na naamini ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante sana kwa kusikia hivyo neno la Mungu. Asante kwa kila kitu. Naomba kaweze kusambaza hii video kwa watu wengine na pia ukaweze kusubscribe. Mungu akubariki.